Tangu mwezi wa Desemba, wakazi wa maeneo kadhaa ya Dar es Salaam walikumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama. Maeneo kama Ubungo, Kinondoni, Ilala na Temeke yaliripoti mgao wa maji, upungufu mkubwa au kukatika kabisa kwa huduma hiyo kwa siku kadhaa, hali iliyoathiri maisha ya kila siku, shughuli za kiuchumi na afya za wananchi. Sikuenda toilet bila y kuoa na maji, unajisaidiaje? Huwezi kufunga nguo mimi nitaoga vipi ikusudi niingie ofisini hmm. Ndio maana naingia ofisini hata kama nguo ni safi, ndio maana nakuwa nanuka. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imesema shida hiyo ya maji imetokana na uzalishaji wa maji kushuka zaidi ya kiwango cha kawaida. Hii imesababishwa na kushuka kwa kina cha mto Ruvu kulikosababishwa na mvua kuchelewa kunyesha katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Lakini hivi karibuni, baada ya huduma ya maji kurejea, zimesikika kelele za wananchi wakidai kuwa maji yanayotoka kwenye mabomba yao yana rangi ya tope. umetoka zako nasema kuja oja maji itaoge. Haya jamani, hapa tunaoga au tunafanyaje? natoka mida ya kwanzia usiku usiku wa manane. Huyu natulazimu kuchota maji usiku ya usiku wa manane. Lakini pia na anapotoka anakuwa anaanza kwa uchafu na baadaye asafishika anakuwa masafi Taarifa rasmi ya DAWASA ilieleza kuwa changamoto hiyo imetokana na miundombinu ya maji kukosa huduma kwa muda mrefu, na baadhi ya maeneo mabomba ya maji kuharibika kutokana na maboresho ya miundombinu ya barabara yaliyokuwa yanafanyika nyakati za upungufu wa maji. Aidha, taarifa hiyo iliongeza kuwa DAWASA imeboresha hali hiyo katika maeneo yaliyoripotiwa na kutoa wito kwa wananchi kutoa taarifa maeneo ambayo bado yanaendelea kushuhudia changamoto hiyo. Tatizo hili limekuwa likijirudia mara kwa mara katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, huku sababu ikiwa ni ile ile, kupungua kwa maji ndani ya mto Ruvu ambao ndio chanzo kikuu cha maji katika mikoa hii miwili. Sasa swali muhimu ni je, nini kifanyike ili kuleta mwarobaini wa tatizo hili katika mikoa hii? Tuambie kwenye comment.